Uh, kwa niaba ya washiriki ambao tumekuwepo leo katika graduation ya ishirini na tatu ya kidato cha sita. Uh, naomba nitumie fursa hii Uh, kuhamasisha katika program ambayo tunaomba tushirikiane ya kutafuta milioni hamsini ili tuweze kama alumini kuweza kusimika mfumo wa electronic library. Kama tunavyojua sasa hivi dunia ni ya kidigitali, tuko katika ulimwengu wa force uh, IR industrial revolution, na tayari taasisi ya elimu imeshatoa itibati ambayo inaruhusu uh, mashule kuweza kupata ya, vitu mbalimbali resources mbalimbali ambazo zitaweza kutufanya shule yetu ya Marian iweze kuendelea kuwepo katika viwango vya juu. Huu mfumo unaruhusu kuweka materials notes, inaruhusu kuweka video clips za walimu wakiwa wanafundisha, inaruhusu pia kuweka past papers na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitaomba tuungane wote na katika vifaa ambavyo tutavihitaji ili kuweza kupata ila laboratori hizo katika full capacity, tutahitaji kuongeza uh, screens, tutahitaji kuongeza uh, kuweka UPS kubwa, tutahitaji kuweka uh, CPU kubwa ambazo zinaitwa i7, kutakuwepo kunahitaji kuweka furniture, kwamba kile mwanafunzi aweze kukaa, kuwepo kuna, uh, kuna deski pamoja na kiti chake kutopo kuna issue za installation ya mifumo ya umeme, lakini pia kutahitajika kufanyika training kama tulivyofanya mwaka juzi, tukakusanya mifuko mia sita ambayo imesaidia kujenga jiko la kisasa ambalo sasa hivi nako tumeshaona video ya jiko lile lilivyokuwepo. Naomba tuendelee kupandikiza mbegu ambayo tumekopa tukiisema kila siku kwa kuweka sasa kitu cha kitaaluma ambayo ni e-library. Asanteni. Tumekuta wazo la kuwa na maktaba ya kisasa lipo na linaendana na maktaba ambayo sasa hivi yarabia ina promote kwa kutumia teknolojia ya recho. E, e, ni njia rahisi na effective kwa sababu vitabu vile vinaingizwa, lakini vinaweza kuwa shared na watu hadi mia moja kutoka kwenye device moja. Kwa tume tume commit kushirikiana na Marian Schools kufanya technical support kwa ajili ya kupata angalau ii e library ya kwanza yenye skrini ya arobaini. Wenyewe sasa hivi wana skrini kumi na equipment chache, lakini tunatakiwa tu upgrade tufike angalau skrini ya arobaini. Skrini, ili upate skrini ya arobaini hizi unahitaji walau milioni hamsini. Kwa jumuiya hii ambayo imezalisha wahandisi wengi, imezalisha madaktari wengi, imekuwa na impact kubwa katika taifa hili na ina alumni kubwa. Tunaamini kabisa kwamba alumni wanaweza kashirikiana na watu wengine kuchangia equipment, eh, na kuchangia fedha ili tupate angalau ma, ma, ma, ma, library ya kwanza. Equipment zenyewe sio za kutisha, ni hizi hizi za kawaida screen, CPU, mouse, eh, keyboard, vitu ambavyo unavifahamu. Eh, engineer Diana ana coordinate jambo hili na anaweza akatoa ile breakdown ya vifaa vinavyotakiwa. Kwa hiyo haba na haba itajaza kibaba. It takes a village to educate a child. Kwa tu, tu na, natoa wito wangu kwamba tushirikiane tu tu pilot jambo hili hapa baadae liende katika taasisi nzima katika shule zao zote tano na chuo chao kikuu, lakini baadaye iwe ni njia ambayo hata serikali itakuja kuiadopt kui kama solution kwenye access ya vitabu. Imewalika Mr. Engineer Kavishe Benard kama mgeni rasmi lakini nimefarijika sana, amekuja na kitu ambacho kina, kinaenda kusuluhisha ma, ma, mambo ya maktaba mtandao. Kwa hiyo nimefurahi sana, kwa sababu amekuja na kitu kipya na mimi kama mkuu wa shule naweza nikasema kwa Bagamoyo, labda naweza nikawa ni mkuu wa shule wa kwanza kuanza kutumia huu mfumo wa e-library. Kwa mimi nashukuru sana kwa hilo na nimeshukuru kwa sababu sasa hivi serikali inasitiza masomo ya sayansi hasa kwa shule za za kike, na no ukizingatia mimi shule yangu ni kwa pekee kwa wasichana. Kwa hiyo nimeshukuru sana na nafikiri kupitia hii e library tunaenda kuboresha matokeo yetu zaidi kwa... chukue fursa hii kuhamasisha alumna wote wakiongozwa na engineer Diana Mnubi wasi wasichoke kuchangia, wasituchoke kabisa, wana Marian. Lengo letu ni kuwa na kompyuta arobaini, lakini nafasi zingine bado zinapelea gharama ni kama milioni hamsini. Kwa hiyo alumni ni jeshi kubwa, najua hii milioni hamsini ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo nitashukuru sana kama mtaendelea kutushika mkono.